My beautiful people, mdada wa habari njema. Bwana hapa niko mbele yenu, basi ni kwetu. Tumepata neema ya kutembelewa na mgeni wetu, karibu mgeni. Atajitambulisha anaitwa nani na anajishughulisha na nini, karibu. Kwa majina anaitwa Martin Godfrey, mimi ni mfanyabiashara ana mjasia mali ya tofauti tofauti. Okay, unaelewa nini kuhusiana na Credo? Um, sina uelewa we, mpana sana kuhusu Credo Mm-hmm. lakini najua tu ni, ni application inakutana na mtandaoni kidogo ya mauzo na vitu fulani. Okay. Credo ni online sales application ambayo inapatikana Play Store. Yeah, okay. Asante. Asante, asante. Cha kwanza bidhaa zetu ni original kabisa, na kila bidhaa utakayonunua kutoka kwetu lazima upate na warranty, lakini pia bei yake it's very affordable kwa Mtanzania yeyote ambaye anaweza kufanya je ku-afford kutokana na uwezo wake wa kipato, lakini pia delivery ni bure kabisa kwa kazi ya Dar es Salaam, na mikoani pia tunatuma kwa wakati na uaminifu zaidi, lakini kubwa kuliko ni kwamba wewe mteja utafanya malipo baada ya kupokea mzigo wako. Kwa hiyo tutakuletea bidhaa yako uliyoagiza, utaiangalia and then utafanya malipo Yeah. Kingine kikubwa zawadi. Okay, kutokana na haya maelezo mafupi ambayo nimeweza kupatia kutoka moyoni, wewe umependa nini zetu? Kwa sababu ni soke, kila siku nikutana na watu ambao wanatoa huduma nzuri kama hivi hasa. Yes, hasa kwenye mambo ya mtandao, kwa sababu watu wengi wanakutana na vitu vingi mtandaoni, hasa kutapeliwa na kutokuamini sana sana hizi vitu vya mtandaoni. Kitu ambacho nimekipenda kuhusu Credo ni uaminifu wa kiachana na mkanganyiko, sababu sija sijakutana na biashara ambayo mtu anaweza akanunua bidhaa afu ndo alipe. Kwa mfano ulichosema ni kwamba mteja akiagizia kitu kutoka kwenu kitu kikimfikia yeye ndo anakagua ana, bidhaa yake ndo anafanya malipo. yes. cha msingi kwa sababu sasa hivi tunaona watu wengi wanafanya vitu mtandaoni na watu wengi wanaibiwa wana, wana mtandaoni So kitu ambacho nyinyi Credo mnachokifanya ambacho ni kizuri ni kwamba mnamhakikishia uaminifu wenu wa bidhaa kwa mteja. Yes. Ukiachana uh, okay, na hivyo uh, pia delivery zenu sababu so, mimi sitaki kuenda Kariakoo, sitaki kwenda makumbusho, kwenda mawasiliano, kwenda kununua simu yeah, au AC ama TV. Nataka tu nitulie nyumbani, bidhaa yangu ije, ni ikague, ndio nitoe malipo kawaida. So, bwana kwenye ofisi yetu ukija hautoki mtupu tu, patia kitu chochote ambacho leo kesho na kesho kutwa ukae okay kabisa, unatukumbuka bwana. Kuna sehemu nilienda na wakanikarimu vizuri yeah. Dapendo, tunaomba zawadi ya mgeni wetu. Uh -huh. Asante, Sante. Hii ni package kutoka mm -hmm. kwenye app yetu ambapo hii zawadi tumekupa unko, ni miongoni mwa bidhaa ambazo tunaziuza kwenye application yetu. Ah, okay. uh, asante sana. Uh, asante uh, Watch Pro ni smartwatch ina uh, ina mwaka in one year warranty. Asante sana -san Credo. Uh, I honestly remember you guys whenever I look at time so yeah. It's, it's sealed, it's original its well packed. Thank you so much I really appreciate it. Credo the, your only smart weight shop